Mkuu wa Wilaya ya Newala taka yangu wanawatikunya mimi, ain Kassanda Mkuu wa Wilaya ya Masasi, kwa heshima kubwa naomba nikukabidhi Mwenge wa Uhuru ukiwa salama unawaka na unameremeka. Kahadi nimesha kukabidhi kifaa cha mwenge salama na amani na upendo kama ilivyo Mwenge wa Uhuru. Mwenyezi Mungu naongo waginajabukulia kuu wa guru, si mungu, na Lili, Mwangi, radya, Kundya, Mkuu wa Wilaya ya Newala, ninakiri kupokea mwenge wa uhuru ukiwa unawaka, unang'ara <coughs> ng'ara na kumeremeta. Aidha, ninakiri kuwapokea vijana wakimbiza mwenge kimkoa, lakini pia nakiri kuwapokea vijana wakimbiza mwenge kitaifa wakiwa na mratibu wao mratibu wa, wa mwenge kutoka ofisi ya waziri mkuu, lakini pia nakiri kupokea mbio za mwenge kitaifa ambaye anaongoza timu. Yani, Newala Mwenge wa Uhuru utakimbizwa umbali wa kilometa 171 utapitia miradi 15 yenye thamani ya shilingi bilioni 4.01. Namuomba Mwenyezi Mungu atusaidie ah.